Um, you are gossip officer. Leo katika gossip kuna story moja heavy sana. Hii story ni kumuhusu Hamisa na shoga yake, shoga yake ni Rushaina, yule dada ambaye alishikuaga mpenzi wa Haji Manara, lakini pia baadaye wakawa ni mtu na mume wake. Sasa hawa wawili walikuwa ni mashosti ambao wameshibana yn yani, wameshibana, wameshibana kindaki kindaki kindaki, lakini kilichotokea ni kwamba kuna story ambazo zimehappen hapo katikati Hamisa amemaindiana na shuga na shuga wake mama Hamisa amemaindiana na shuga wa Hamisa, ambapo stori kamili iko hivi. Kuna stori nyingi sana kuhusiana na haya mambo ambayo yametokea, lakini stori ambayo imekuwa ikizungumziwa sana ni kwamba, wanadai kwamba Rushaina kuna voice note, lakini pia kuna meseji chungu nzima akiwa anamsema Aziz Ki kama ulishiwo kupita stori za nyuma hapo nilishio kuzungumzia kwamba Azizi ni mmoja kati ya watu ambao wanapitia wakati mgumu sana, ndoa yake ina maneno mengi. Kuna watu wanasema aendani na Hamisa, Hamisa amemfuata Azizi kwa sababu ya pesa and stuff like that lakini ni kwamba anayechagua mpenzi ni mwanamke, mwanaume awe vipi? Si ndomana unakuta kuna watu e, wako hovyo, lakini wanaolewa na wanawake wazuri na maisha yao yanazidi kusonga. Au mfano iko hivihistori ambayo ime, ni kwamba Hamisa amelalamika sana kwamba Rushaina, kuna voice note ambayo nitakuwekea hapa, utaisikiliza maneno ambayo alikuwa anaongea Rushaina moja alikuwa anamsema mume wa Hamisa Mobeto Aziz Ki kwamba e, ana mdomo mkubwa, ana mdomo mbaya haendani na shuga wake na vitu kama hivyo. Sasa Hamisa imempeni sana hiyo ishu na imemuumiza sana tena sana. Sasa tunajua wanawake huwaga hawawezani kuvumilia, sasa hiyo ilimkata sana na akawa ni mtu ambaye amemaindi sio kidogo, lakini baadaye watu wakasema e, Hamisa amsamehe tu Rushaina e, kwa yote ambayo yametokea, lakini stori kubwa ambayo imekuja ni kwamba kumsamehe Rushaina itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu kuna story baki. Ukiachana na hiyo ya kumsema mume wake Aziziki, nini story gani? Kafanya nini? Story ambayo haiwezi ikamfanya Hamisa amsamehe Rushaina ni ile ya kumsema mamake mzazi unajua mama anauma eh, alafu mama Hamisa pia alikuwa anaumwa hapo katikati. Sasa alikuwa anaumwa nini? Basi baadhi ya watu wa karibu wa, wa, wa Hamisa Mobeto, hivyo vitu wanafahamu na wanafahamu kwamba bi mkubwa alikuwa anaumwa. Sasa rushaina yeye kamwaga mchele kwenye kuku wengi, hadi kuku wenye mapengo wamekula, umewakaba wameanza kutema huku wametema huku. Sasa kila mtu akapata stori hii, kama hujapata basi ndo leo nakupa mimi na kusimulia nini ambacho kilitokea sasa. Hamisa baada ya kugundua kwamba rafiki yake shuga yake amemsema mme wake, amekuja kumsema mama wake mzazi, sawa, ni mwezi mtukufu, lakini Hamisa ameona hili siliachilii, huyu sio rafiki kwangu, huyu hanifai, atakuja hata kunimaliza. Hamisa amegoma kumsamehe Rushaina. Sasa unajua, Hamisa eh, ana, ni, ni binti ambaye amebarikiwa kupata watu ambao wanamfanyia backup kubwa. Mange Kimambi ni moja kati ya watu ambao walijaribu sana kujaribu kumpatanisha Hamisa na Rushaina, lakini baada naye ya kufahamu kwamba Rushaina alikuwa anamsema mama yake mzazi wa Hamisa, basi aka cool down, akaona hapana, sasa hii ni too much. Hamisa hawezi akasamee, mama anauma sana. Sasa Rushaina e, pia alipigiwa simu leo na mwijaku, lakini akapigiwa na mama Hamisa kuhusiana na hizi ishu ambazo zilikuwa zinaendelea. Sasa katika hiyo voice note anamsema mama Hamisa, kwa mama Hamisa, sijui kafanya sajari, sijui tumbo limevimba, sijui tumbo limejaa usaa na vitu kama hivyo. Wewe fikiria, wewe fikiria kama ni wewe mama yako anasema na shosti yako, ni lazima utaumia eh? kwa hiyo ni lazima itapeni sana. Kwa hiyo kusamee itakuwa ni ile ya kinafiki tu, lakini moyoni uwezi ukasamee. Sasa Mwijaku ameshea moja kati ya SMS ambayo inamuonesha Rushaina akiongea maneno ya busara sana. Kupitia meseji hii, nina imani hata wewe kuna jambo kubwa sana ambalo utajifunza pale ambapo unafanya kosa. Hii meseji inaanza kwa kusema kwamba asalamu alaikum Hamisa. Ni meseji ambayo Rushaina alimtumia Hamisa Mabeto, anamwambia kwamba Mwijaku alinipigia jana usiku na mama leo asubuhi amenitexti, I wanted to ask for your forgiveness for what I've done. Yani, naomba unisamehe kwa kile ambacho nimekifanya. Ina maana anadai kwamba hakukusudia kufanya hivyo na haamini kama aliwaza haya yote yanaweza yakatokea, voice note zake zikavuja, SMS zikamfikia Hamisa and stuff like that. Anasema I know I hurt you deeply, kwamba ninajua nimekuumiza sana hadi katika moyo wako. And that make me feel real bad. Hii inanifanya nijisikie vibaya sana, inanifanya nijisikie sio kawaida. Nisamehe, not because it will erase what happened. Kwamba naomba nisamehe sio kwa sababu itafuta yale yote yaliyotokea. No, but because It will haunt me to death. Know that I've hurt you, na hujanisamehe. Anamwambia, hapana, sio kwa sababu hii itaniumiza mimi na itaniuma mimi mpaka nakufa. Najua kwamba kinachoniuma zaidi ni wewe haujanisamehe. I don't want to rush you or ask you for forgiveness too quickly. Kwamba sikulazimishi iwe ni haraka ama unisamehe kwa uharaka. But I want you to know from the bottom of my heart that I truly regret what happened. Anasema anahitaji ufahamu kwamba wewe ndani ya moyo wako ujue kwamba mimi katika moyo wangu ninajutia kiwalisia, naumia na najutia kosa, najutia kwa kile ambacho kimetokea. I understand that it might take time for you to process everything. Kwamba anafahamu hii itakuchukua muda mrefu wewe kuanza kuniwazia kunisamehe na kuniwazia hata nini ambacho nimekufanya, itachukua muda mrefu kidogo. and I want to give you all the space you need. Nahitaji nikupe nafasi, nikupe muda mwingi, wowote ule ambao utahitaji. I'm so sorry for the pain I've caused you and mama. Anasema naomba unisamehe kwa huzuni kwa maumivu ambayo nimeyasababisha kwako wewe pamoja na mama, and I hope that one day you'll find it in your heart to forgive me. Anasema kwamba ninaamini na ninatambua kwamba ipo siku wewe ndani ya moyo wako utaamua kunisamehe mimi. I'm here whenever you read um, and um, committed to changing and making thing right. I am and i will always be your biggest supporter and friend. Anasema nimeamua kubadilika kwa vitu vyote ambavyo nimevifanya, najua ni sahihi. Nimekukosea, nimekuuzi, nimekukwaza, nimekuumiza. Mimi kila wakati nitakuwa ni mtu wako wa karibu, nitakuwa ni mtu ambaye ninakupa sapoti muda wote, na nitakuwa rafiki mwema wako. Sasa alichokizungumza hapa ni kwamba anajutia kwa yote ambayo ameyafanya Mwijaku. Katika hii SMS ambayo ameiposti yeye akaja kuandika kwamba eh, ni kweli nilikupigia, sababu sijapenda kabisa kumsema Hamisa. Unajua ninavyompenda Hamisa, sitamani kuona anazungumziwa vibaya kokote na mtu yoyote hapa duniani. Kukubali kosa haitoshi, badilika. Rushaina akaandika hashtag respect hashtag utapata pepo. Sasa kwa haya ambayo ameandika, bado kuna komenti za wadau nyingi sana, zikawa zinasapoti kile ambacho Rushaina eh, eh, eh, amekifanya na imani. Anyway, wewe ni shabiki mkubwa sana wa Hamisa Mobeto na unapenda habari za kiburudani, niambie, nini mtazamo wako na nini maoni yako kwa haya yote yaliyotokea?